Alhamisi ya Juni 12, 2025 huko Ahmedabad jiji kuu la jimbo la Gujarat nchini India. Siku hii ilikuwa ya furaha na tabasamu kwa wasafiri wengi baadhi yao wakiwa ni wazoefu na wengine ikiwa ni mara yao ya kwanza kukwea pipa saa chache tu baada ya ndege ya kisasa ya Air India aina ya Boeing 787-8 Dreamliner iliyokuwa ikielekea London kupitia uwanja wa ndege wa Gatwick ilipaa angani ikiwa na abiria 242 ndoto, matumaini na safari zikiwa zimejaa ndani yake. Lakini dakika chache tu baada ya kupaa, ndoto hizo ziligongana na uhalisia mchungu baada ya ndege hiyo kuanguka katika makazi ya watu karibu na uwanja wa ndege na kuacha vilio, moshi na vifo visivyotarajiwa. Ajali hii inanirudisha nyuma katika maktaba ya kumbukumbu -kumbu za ajali za ndege nchini India kama ifuatavyo. Agasti mwaka 2020, watu 21 walifariki dunia wakati ndege ya Air India Express aina ya Boeing 737 ilipotoka kwenye njia ya kurukia ndege katika jiji la kusini la Kozhikode wakati wa mvua kubwa na kuanguka kwenye bonde huku ikigonga ardhini kwa pua yake. Mei 2010, ndege ya Air India aina ya Boeing 737 iliyokuwa ikitoka Dubai iliteleza na kutoka kwenye njia ya kurukia ndege katika jiji la Mangaluru, kusini mwa India na kuanguka kwenye korongo na kusababisha vifo vya watu 158 waliokuwa ndani yake. Julai mwaka elfu mbili, zaidi ya watu 50 walifariki dunia baada ya ndege ya serikali ya Alliance Air iliyokuwa ikisafiri kati ya Kolkata na New Delhi kuanguka katika makazi ya watu katika jiji la Patna mashariki mwa India. Aprili mwaka 1993, ndege ya Indian Airlines aina ya Boeing 737 ilianguka wakati wa kupaa katika jiji la Aurangabad magharibi mwa India na kuua watu 55 waliokuwemo ndani yake. Agosti 9, 1991, ndege ya India Airlines aina ya Boeing 737 iliyokuwa ikitokea Kolkata ilianguka wakati wa kushuka karibu na mji wa Imphal, mji mkuu wa jimbo la milimani la Manipur, kaskazini mashariki mwa India na kuua watu wote 69 waliokuwa ndani. Oktoba 1988, zaidi ya abiria 130 walifariki dunia wakati ndege ya Indian Airlines aina ya Boeing 737 iliyokuwa ikitokea Mumbai kuelekea Ahmedabad ilipoanguka wakati ikijiandaa kutua. Januari 1978, abiria wote 213 wa ndege ya Air India walifariki dunia baada ya rubani kupoteza udhibiti wa ndege muda mfupi baada ya kupaa na kuiangusha baharini katika bahari ya Arabia karibu na pwani ya jiji la Mumbai. Ajali hii ya ndege ya Air India imeacha alama isiyofutika katika historia ya safari za anga nchini India na duniani kwa ujumla. Ilikuwa safari iliyopaswa kuunganishwa na matarajio mapya, wengine wakienda kutafuta elimu, kazi au kuungana na familia zao. Hata hivyo, katika ajali nane kwa India pekee tangu mwaka 1978, Boeing imesababisha ajali saba. Swali linabaki, kwa nini Boeing imeonekana kusababisha ajali zaidi kuliko aina zingine za ndege?